Katika kaunti ya Machakos ni kwamba katibu mkuu wa Muungano wa Maafisa wa Kliniki nchini Kenya KUCO Peterson Wachira ametangaza kuwa siku ya Jumatatu wiki ya ijayo maafisa hao watatoa ilani ya siku 21 kwa Wizara ya Afya pamoja na serikali za kaunti kabla ya kuanzisha mgomo wa kushinikiza serikali kutimiza makubaliano yao ya mwaka 2024. Wakizungumza mjini Machakos, viongozi wa maafisa hao wamedokeza kuwa serikali imekuwa na ulegevu mwingi kutimiza makubaliano hayo, ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja baada ya maafisa wa kliniki kutia saini mkataba wa makubaliano na wizara ya afya pamoja na serikali za kaunti. Katibu Power. Power. mkuu wa muungano wa maafisa wa kliniki nchini Kenya Peterson Wachira ametangaza kuwa siku ya Jumatatu wiki ijayo, maafisa hao watatoa notisi ya siku 21 kwa wizara ya afya pamoja na serikali za kaunti kabla ya kuanzisha mgomo wa kushinikiza serikali kutimiza makubaliano hayo that the only other option we have is to go on a strike and and as the the GS will will be be saying in the next 21 days if then this does not happen all all clinical officers across all the 47 counties and the national government and all the referral hospitals will be downing tools because our rights have been contravened. Wakizungumza mjini Machakos, viongozi wa maafisa hao wamedokeza kuwa serikali imekuwa na ulengevu mwingi kutimiza makubaliano hayo, hii ikiwa ni ishara tosha ya kutoweka kipaumbele afya ya Wakenya, akisema matendo ya Wizara ya Afya pamoja na magavana imekiuka haki za maafisa hawa. The employers being the Minister of Health and also the Council of Governors decided to go back on our agreement that we signed last year. That there is a problem with the ministry and it seems they do not want to sign our CBA even after all that. Baadhi ya makubaliano haya yalikuwa kuwapa ajira ya kudumu maafisa wa kliniki pamoja na kuwapandisha vyeo na mishahara yao. Katibu mkuu wa KUCO George Gibore akibaini kuwa serikali za kaunti zimeshindwa kumudu maafisa wa kliniki na sasa ni wakati wa serikali ya kitaifa kuangazia kuajiri

But that did not happen. This... Hata hivyo wamebaini kuwa ingawa kaunti nyingi zimepuuza makubaliano yale, baadhi ya kaunti ikiwemo ya Machakos zimetimiza baadhi ya makubaliano hayo, kwamba gatuzi la Machakos wamepandisha wa vyeo maafisa tabibu uh, kiwango ya asilimia themanini. Kuna ile chache ambayo imebaki, tunasema mgala muue na haki umpe, ni kwamba mama amefanya hiyo kazi. Isaac Musioka, Undugu TV.